Mahitaji ya mafuta duniani yanatazamiwa kupungua ifikapo mwaka 2030, licha ya hali hiyo kusahulika tangu mlipuko wa janga la uviko 19 lililoshamiri ulimwenguni rasmi mwaka 2020. Ripoti ya shirika la nishati la kimataifa IEA inatabiri uhitaji huo mdogo utatokana na upanuzi mkubwa wa matumizi ya magari ya umeme na ukuaji wa nishati ya mimea, huku maendeleo ya teknolojia pia yakitajwa. Ripoti za awali zinaeleza kuwa wakati wa mlipuko wa uviko 19, poromoko la mafuta lilifuatia kusimama kwa shughuli nyingi za kibinadamu na kufungwa kwa mipaka ya mataifa mengi. Mara baada ya hekaheka heka hizo, masoko ya mafuta ya kimataifa yalianza kuimarika polepole pole, baada ya miaka mitatu ya misukosuko ya Covid pamoja na uvamizi wa Urusi nchini Ukraini. Hatua hiyo inajiri wakati mahitaji ya mafuta kwa baadhi ya mataifa yanaelekea kuongezeka kabla ya kufikia mwaka 2030. Mahitaji katika Mashariki ya Kati pia itaongezeka mnamo 2027 na kupungua mwaka unaofuata, huku mahitaji ya mlaji mkuu wa mafuta duniani Marekani yakikisiwa kuongezeka mwaka huu na kupungua mwaka ujao, kulingana na ripoti ya Oil 2025. China ambayo ndiyo inayoongoza kwa kuingiza bidhaa ghafi za mafuta kutoka nchi za nje, uagizwaji wa bidhaa zake utashuka ifikapo mwaka 2028. Ripoti ya mtazamo wa nishati ya mwaka 2023 kutoka kwa utawala wa taarifa za nishati ya Marekani, EIA, inatabiri kwamba uzalishaji wa mafuta wa Marekani unaweza kuongezeka kati ya sasa na 2050 hata kama vyanzo vya nishati safi kama vile nishati ya upepo na jua vikiongezeka kwa kiwango chochote. Jeremia Michael, Sauti Digital. <tipos>